Haikuwahi kuwa heri yenye kuchelewa na mazuri yenye kukinaisha mdogo mdogo kama wimbo wa msanii bora wa kizazi kipya Diamond Platinum. Tumekutana tena kwenye juma lingine Pau kwa pakawa. Njoni kusimulie habari njema kutokea Fountain Gate Academy kupitia FGA TV hapa Azam Sports 1 HD. Mimi ni Rukia binti wa Mbogita. Kwenye kontena la habari za leo utapata kufahamu yaliyoikumba Fountain Gate FC kwenye mchezo CRDB Bank Federation Cup uliochezwa wiki iliyopita Tanzanite kwa raha. Kwa, kwa upande wa Fountain Gate Princess, wao walisafiri hadi wilaya ya Katesh kucheza na kuacha alama ya soka la wanawake wilayani humo timu za vijana wenye umri chini ya miaka ishirini nao wameendelea kuipeperusha vyema bendera ya Fountain Gate kwenye ligi yao msimu huu. Huko Fountain Gate Sekondari maandalizi ya kuelekea kwenye mashindano ya UMISETA yameanza kwa kasi, na utapata nafasi ya kuona na kujifunza kwa vitendo faida za Kid Soccer Program kutoka kwa David Kiluvya, bila kuwacha wachezaji wetu wanaocheza soka Ulaya wakitokea Fountain Gate Academy. Wiki iliyopita tulikujuza juu ya ushindi mnono tuliopata Fountain Gate FC dhidi ya KMC wakiwa kwenye uwanja wao wa nyumbani, ushindi ulioambatana na mapokezi makubwa baada ya kurejea Babati. Baada ya timu kurejea Babati, haraka haraka, kocha Robert Matano na wasaidizi wake walianza maandalizi ya kuwavaa chama la wana kutokea Shinyanga Stand United, ikiwa ni michuano ya CRDB Federation Cup. Mchezo ambao ulipangwa chezwa Machi kumi kwenye uwanja wa Tanzanite Tukara, ikiwa ni hatua ya thelathini na mbili bora, na kocha Matano alikuwa na siku mbili tu za kupanga mipango ya kuwaondoa Stand United na yeye kusonga mbele na vijana wake. mbili zavuka mto lakini hazikuwa zenye kuvuka hata nusu ya mto wenyewe, kwa upande wa kikosi chetu cha Fountain Gate FC. Hiyo ni baada ya kujikuta tukiungana na vigogo wengine wa ligi kuu walioaga mashindano ya CRDB Federation Cup kwa msimu huu. Licha ya uwepo wa mashabiki namba moja uwanjani, wanafunzi wa Fountain Gate Academy, Pre and Primary School Manyara, dua na maombi yao hayakutosha kuiepusha timu yao na kipi kipigo cha penalti nne kwa tatu kutoka kwa Stand United baada ya dakika 90 kumalizika kwa sare ya bao moja kwa moja kwa kuacha alama hii. Ni kauli ambayo inatembea kwenye kichwa cha kiungo wa timu ya taifa ya Zanzibar na kiungo wa ukabaji kwenye timu yetu Kopro Abdallah Yasin Kulandana, ambaye baada ya kupewa mapumziko ya siku tano akaona ni bora afanye jambo la kuigusa jamii yake. Kulandana aliwakusanya wachezaji kutoka timu mbalimbali mbali za ligi kuu ambao waliungana kwa pamoja na kuelekea Chalinze mkoani Pwani, maskani ya mchezaji huyo. Lengo lilikuwa ni kurudisha kwa jamii na kuhamasisha michezo kwenye wilaya ya Chalinze na kuwaonesha kwa vitendo vijana wa Chalinze kuwa inawezekana kutimiza ndoto kupitia soka. Kama, ukiweka jitihada unajua, unapoleta sehemu watu wa mpira na mtu mwingine anapata hamasa. Na Chalinze kuna vipaji, kwa sababu mimi huwa nikienda likizo nikirudi nafanya mazoezi, nacheza mechi za kirafiki, naona. Lakini sasa imekosekanika ile supporta na supporta yenyewe kuipata, na mimi nikaona sio vibaya, nikashare na marafiki zangu, nikashare na baadhi ya viongozi waje hapa kwetu kuja kuangalia vipaji, na nikaja na idea ya kuwa nirudishe nyumbani, yani maana kurudisha nyumbani, vijana wa Chalinze wapate fursa ya kuonesha vipaji vyao. Unajua, pale tunapocheza kuna watu wakubwa wako nje, kama hivi umeona, rais wetu wa Fountain Gate yupo, madam wetu sio yupo. Kwa hiyo huwezi jua kama katika mchezo wa leo kuna watu walionesha vipaji pale na waka, wanaweza kupata nafasi ya, ya kusogea mbele zaidi. Wachezaji wengi walitikia wito, wakazi wa Chalinze nao wakamwagika uwanjani. Na sio hao tu, rais wa Fountain Gate FC na mkurugenzi wa Fountain Gate Academy Jafet Makau, CEO wa Fountain Gate FC Kidawa Watabitha, CEO wa Jeff Solutions Jerry Junior Makau. Mechi ilikuwa yenye ushindani sana, ushindani uliowavutia watazamaji wote uwanjani hapo. Gharibu Mzinga alikuwa ni kivutio kingine kwani alitangaza mechi hiyo kwa ushirikiano mkubwa na Isa Mbuzi. Naye Rais Makau alipongeza jambo kubwa lililofanywa na kulandana na kutoa ahadi ya kushirikiana naye na hata mchezaji mwingine yeyote ambaye ataonyesha nia ya kutaka kurejeshwa kwa jamii yake kupitia soka, yeye atakuwa mtu wa kwanza kumuunga mkono. Nimelipokea kwa faraja sana, ndio maana na sisi baada ya kusikia mwaliko huu tumekuja na timu nzima, mimi pamoja na CEO na wafanyakazi wengine uh, kutoka Fountain Gate Football Club kwa ajili ya kumsupport mchezaji wetu, na kwa kweli vile vile nimefarijika sana kuona jinsi ambavyo watu wa Chalinze wameipokea hili. umati huu ni mkubwa, watu ni wengi, wameingia na nadhani ni jambo jema sana ambalo limetengenezwa hapa, na na inaonyesha kwamba Chalinze kuna mwamko mkubwa sana wa football. Uh, kwa mambo kama haya yanaweza kufanyika mengi zaidi kwa ajili ya kusaidia jamii ya watu wa Chalinze. Mimi nataka niseme kwamba nimefarijika sana, kwa sababu nilikuwa sijawahi kujua kama Chalinze kuna vipaji vikubwa namna hii, lakini vivyo sijawahi kujua Chalinze kuna mvuto mkubwa namna hii kwa wapenda soka. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo nimeliona na linatia moyo, na sisi tutaendelea kumtia moyo kijana wetu Abdalla Kulandana na wengine ambao wanafikiria kufanya mambo kama haya kufanya mara kwa mara kwa ajili ya kurudisha kwa jamii. Hii inaweka kuwa karibu sana na wananchi, na hii inawafanya watu wafuatilie sana kazi zao wanazozifanya huku wanakokuwa. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana na linahitajia kupongezwa sana. Mkubwa ni mkubwa tu, licha ya Chalinze Combine kujitutumua, lakini dakika tisini zilisoma wao moja na timu Kulandana mbili.